umegusa maisha ya watu wengi sana na, na, na umepata uh, feedback kubwa sana. Uh, hii kwako unaichukuliaje, na ulitegemea uli kweli kwamba hichi ambacho unacho kingeweza kuwafikia watu wengi kwa kiwango hicho? Uh, labda nianze na hilo la mwisho la kutegemea mm. Uh, mwanzoni wakati naanza kwa sababu nimeanza nimeanza kutunga nyimbo nikiwa mdogo sana. Mm hata kabla sija sijapata elimu ya, ya muziki, nimeanza kwa maana ya kipaji mm, kilitangulia mm, lakini sikuwa na uh, picha kubwa namna hii mm. Eh, nilijua nafanya basi mm. Eh, kama unajua kipaji huwa kinaleta kama kuungua ndani kinakusukuma ufanye, yes, kwa na, na, nafanya kukidhi mm, ule msukumo mm. Eh, lakini kwamba baadaye itakuja kuwa hivi sikuwahi kudhani mm. Polepole nikawa naona inakuja kama zinapokeleka hivi mahala nilipokuwa pale pale panaponizunguka mm. lakini baadaye zinaanza ku, kutanuka, wigo unakuwa mpana, unakuwa mpana mm. lakini ilipokuja ku, niseme uh, ilipokuja kutoka kabisa ndani ya kibuyu ikafumuka mm ni baada ya kutunga wimbo kwa kiasi hiki, of course tayari nilikuwa nimeshakuwa kumeshakuwa kukubwa mm. lakini kiasi hiki ambacho unasema ni cha kupindukia mm. ni miaka 25, iliyopita baada ya kutunga wimbo Nimeonja Pendo ay, ay, ay. Ule ndio ulilipuka, yaani ulikwenda very viral oh my god, unaona hey, <laughs> eh, hey, hakuna mtandao wa kusukuma lakini ulikimbia kweli. wow. Kweli. <laughs> Ndio, na nadhani moja ya sababu za huu wimbo kukimbia hivyo, yes. Ndio wimbo wa kwanza mm. Sababu huko kwa nyuma na natunga na na yes. tu yes. lakini ndio wimbo wa kwanza ambao kabla sijautunga nilisali nilisalisala maalumu kabisa. Wow. Kabla ya hapo nilikuwa natunga najua anafanya neno Mb. la Mungu na basi, lakini yeah. kusali kwa ajili ya kutunga wimbo yes. Ule ndio ulikuwa wa kwanza. Kwa hiyo nadhani kuna kitu Mungu alikuwa ananifundisha na, na moja <laughs> kati ya maswali ambayo nitamani kukuuliza ni wimbo gani ambao ulikupa breakthrough? Ule. Ule, ule, uh, uh, kwaya uh, na kwaya nyingi kidogo ndio kwa sababu unakumbuka zamani, hata uzingativu wa copyright hizi mm. haukuwa mkubwa hata ufahamu, tuachilie mbali uzingativu. Kwa hiyo mm. uliimbwa na kwaya kama mbili, e, tatu hivi mm, lakini kwa haraka haraka, yani huyu kaimba kaimba kaimba nani, wezi michache mm. kwaya zime huyu mm. amerekodi naye kaupenda karekodi, wakatoa hata hawawasiliani mm. ila kwaya ya tatu kurekodi mm ndio ambayo kwa kweli nasema breakthrough ilikuwa pale kwaya Mtakatifu Cecilia uh, San Teresa uh, kanisa kuu la Arusha okay. KMC maarufu kama KMC, ah, KMC. Uh, kwenye albamu yao moja ilikuwa inaitwa nikiziangalia mbingu, nikiziangalia mbingu. Sasa hiyo albamu kwa maana hiyo, unategemea unategemea labda kuanzisha studio, kituo cha kuwafundisha watu kuwasaidia tu kurekodi na vitu vingine kama hivyo ama a vitu vifu kwanza. Uh, studio ndio mm, lakini sio hasa kwa ajili ya watu wakija watu wengine kurekodi, sawa mm. Lakini studio kwa ajili ya kazi zangu mwenyewe okay, yani niwe nafanya sasa ni bandika bandua bandika bandua okay. Hilo ni moja, lakini la pili hili umelitaja hili, si kwa ajili ya kipato Ndiyo. Hili la kufundisha watu na kusaidia nini, mm. hili ni kwa ajili ya kwa ajili ya kanisa, kusema ukweli yes. na tamani eh, si kumpa Mungu shukrani mm. na kuacha nyuma yangu mm. alama itakayokumbukika. Nimeandika kitabu uh, kin, cha utume wa uimbaji kinauongelea utume wa uimbaji kwa ujumla wake Ndiyo. Na natarajia kukizindua hivi karibuni huenda mwezi, uja, mwezi wa saba au wa nane hivi say, Mungu akibariki, nitajitahidi kabisa kuhakikisha hilo lakini ule uzinduzi si, si, silengi huo uzinduzi tu kwa maana ya kukiweka kitabu hadharani, nalenga mm. na, na nimeshaanza lakini nataka ku, ku, sasa iendelee vizuri zaidi kutumia kufanya harambee ya muda mrefu kidogo mm. ili lengo litimie mm. kwa ajili ya kupata fedha za kuanzisha mm. kituo cha ukuzaji mm. wa muziki mtakatifu okay. Eh, he, hiki ni hasa sio commercial mm. ni hasa kusaidia hii tasnia kusaidia huu utume uende vizuri, pale ambapo watu wana struggle kupata elimu ya muziki waipate, pale ambapo watu wanakosa uelewa. Kuna watu wana potential ya juu sana wanaweza kufanya vizuri sana mm. eh, lakini wako vijijini sana mm. eh, he, wafikiwe, wapate uelewa, bila vitu vya namna hiyo Dio. na walau mamlaka za kanisa tayari nimezifahamisha na zina support okay. Ndio, ndio, asante sana, nitawashirikisha gospel tracks kwa kweli yes, tu, tuenda pamoja kabisa as gospel tracks, sisi tunajisikia vizuri eh, mm, kuwa na wewe na tumefurahi. Swali moja ambalo bado sijalimaliza kwenye eneo <coughs> la niwala... copyright, ndio, wewe ukisha wimba wimbo au ukisha watungia wimbo labda mtakatifu Sesilia, Arusha kule ndio, eh, watu wakitaka kuurudia ule wimbo umekuwa maarufu, watu wengine wanataka kuurudia, wanakuomba wewe ruhusa au wanaiomba kwaya, ukishawakabidhi ukishawatungia, ukisha wa, wa, si unawapa ndio, na wimbo ukisha wakabidhi kwaya, kisha imba unakuwa ni mali ya kanisa, sio mtu. Ukitaka kurudia, sasa inategemea yeah, kwaya wana hiyo kwaya mm, eh, nimewapa, yani mtunzi ameipa kwaya kiwango gani cha copyright? Ndio, kwa sababu eh, kuna copyright exclusive okay na non exclusive okay. naweza makubaliano na yetu yakawa wewe karekodi dio. lakini na mwingine akitaka kurekodi atarekodi okay. na kama kuna chochote mezani mm. basi kwa uh, copyright ya kiwango hiki gharama ni hizi mm. lakini kuna ile <coughs> wewe karekodi na ni wewe tu mm. sasa kama makubaliano ni haya exclusive mm. maana yake ukiuhitaji kayombe kwaya yeah. lakini kama ni non exclusive mm. ukihitaji unaweza kumwomba ama kwaya au mtunzi mm. ila wa pili lazima afahamu mm. yeah. unaona yeah. yeah. lazima afahamu safi kabisa, kwanza safi kabisa. awe alikuwa aware na hilo yes. lakini lazima afahamu kuna hiki kwa sababu inategemea